Katika tukio la kushtua na kuzua maswali mengi, Andrey Portnov, aliyewahi kuwa mshauri wa karibu wa rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych, ameuawa kwa kupigwa risasi mjini Madrid, Hispania. Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho mivutano ya kisiasa kati ya Ukraine na Urusi bado iko juu na limezua mjadala mkubwa kuhusu chanzo na nia ya mauaji haya ya waziwazi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, Portnov alipigwa risasi nne kifuani na moja kichwani karibu na mlango wa kuingilia shule moja mjini Madrid. Mshambuliaji alifanikiwa kukimbia eneo la tukio na kwa sasa anasakwa na vikosi vya usalama vya Hispania. Hakuna taarifa rasmi kuhusu kitambulisho cha muuaji wala sababu rasmi ya kushambulia Portnov. Andrey Portnov alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Ukraine hasa wakati wa utawala wa Viktor Yanukovych mwaka 2010 na mwaka 2014. Alikuwa mtaalamu wa sheria aliyeshikilia nafasi nyeti ya ushauri wa kisheria kwa Rais Yakunovich aliyeondolewa madarakani mwaka 2014 katika mapinduzi ya Euromaidan. Alihusishwa sana na Urusi na Portnov alionekana kuwa sehemu ya mfumo huo. Portnov alihusishwa na hatua kadhaa za kukandamiza maandamano na baadaye alikimbilia nje ya nchi akionekana mara chache hadharani. Kifo chake kimebua maswali kadhaa ya msingi. Moja, je, ni kisasi cha kisiasa? Kutokana na nafasi yake ya zamani serikalini na uhusiano wake wa karibu na Urusi, inawezekana kulikuwa na watu waliomtazama kama adui wa taifa. Mbili, je, ni kazi ya vyombo vya ujasusi? Katika miaka ya hivi karibuni mashambulizi ya aina hii yameripotiwa kufanywa na mawakala wa nchi mbalimbali dhidi ya wanasiasa waliotoroka au waliogeuka dhidi ya mfumo. Tatu, kwa nini Madrid? Kuuliwa kwake katika ardhi ya ulaya Magharibi unaibua wasiwasi juu ya usalama wa wakimbizi wa kisiasa na iwapo vita vya Ukraine sasa vinapanuka kimataifa kisiri. Kifo hiki kinaweza kufufua kumbukumbu za ghasia za mwaka 2014, huku baadhi ya watu wakiona Portnov kama mhusika wa enzi ya udikteta. Tukio hili pia linaweza kuleta shinikizo kwa mamlaka za Ulaya kuimarisha ulinzi kwa watu walioko uhamishoni, hasa wale waliowahi kuwa na nafasi kubwa serikalini. Kuuawa kwa namna hii kunaweza kuleta uoga kwa wale walio nje ya nchi, lakini waliokuwa sehemu ya mifumo ya zamani, wakihisi kuwa hawako salama hata mbali na nyumbani. Mauaji ya Andrey Portnov sio tukio la kawaida, ni ishara ya jinsi siasa za Ukraine bado zinavyoendeshwa na mihemuko ya zamani, chuki za kisiasa, na mkono mrefu wa ushawishi kutoka mashariki na magharibi. Iwapo hili ni tukio la kihalifu la kawaida au sehemu ya mchezo mkubwa wa kijasusi, Dunia itatazama kwa makini uchunguzi utakavyofanyika na ni nani, nani atayeonekana kuwa alihusika. Endelea kufuatilia makala zetu zaidi kuhusu maendeleo ya kisiasa, ujasusi na mgogoro wa dunia katika Tathmini ya Dunia.